Wananchi wa Cameroon na Cote d'Ivoire wamekuwa wakipiga kura katika siku chache zilizopita na matokeo sasa yako wazi. Kule nchini Cameroon mahakama ya katiba siku ya Jumatatu iliidhinisha ushindi wa rais wa muda mrefu Paul Biya mwenye umri wa miaka tisini na miwili ambaye alikuwa anawania urais kwa muhula wa nane na amefanikiwa kupata ushindi kwa mujibu wa mahakama hiyo. Lakini mpinzani wake mkuu Isa Chiroma amekataa matokeo hayo na kusema kwamba kura ziliibiwa. Nchi hiyo imeshuhudia maandamano ya wapinzani katika baadhi ya miji na kusababisha vifo vya watu wanne, huku kukiwa na mashaka na wasiwasi kwamba machafuko zaidi huenda yakashuhudiwa katika siku zijazo. Kule nchini Cote d'Ivoire wananchi pia walipiga kura wiki iliyopita na kiongozi wa muda mrefu Rais Alassane Ouattara mwenye umri wa miaka themanini na miwili alibuka mshindi kwa kupata ushindi mkubwa kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Kuelekea katika uchaguzi huo, aliwagombea wake wengine wawili ambao alikuwa anapambana nao wakiwemo rais wa zamani Laurent Gbagbo, walizuiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo. Haya mataifa mawili ya Afrika ambayo wananchi wake wameshuhudia viongozi wa muda mrefu wakirejea madarakani kuwaongoza kwa, kwa mhula mwingine, huku wapinzani wao wakilalamika kwamba kura hazikuwa wazi na matokeo yaliyotangazwa hayakuwa ya kweli. Hiyo ndio hali halisi katika nchi ya Cote d'Ivoire, lakini pia katika nchi ya Cameroon.